Ni makala ya Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunaangazia dhana ya utawala bora nchini Tanzania kwa mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Kama ilivyo kawaida, makala hii inaendeshwa nasi, inaitwa Yusuf Mazim na mwenzangu hapa ni Halima Kasim, na leo tunaangalia kuhusu bidhaa feki nchini Tanzania. Kuna mipaka ambayo sio halali na ambayo ni mizigo ile hafifu mingi inapitia kwenye mipaka hiyo. Tanzania inatajwa kuwa moja ya maeneo yanayopokea na kuzalisha bidhaa zenye viwango hafifu, ambapo madhara yake yanawaathiri wengi. uso wangu mwenyewe yani una mabaka mabaka sana, kipindi cha jua naona aibu hata kutoka nje, watu wote wanakutazama wewe. Katika mazungumzo yetu ya leo kwenye Haba na Haba tunauliza kwa nini soko la Tanzania limejaa bidhaa feki, bandia na zenye viwango vya chini, na je, kuna uwajibikaji kuzuia madhara yake? Kushiriki nasi tuma ujumbe wako kupitia 0785236938 na kwenye mitandao ya kijamii Facebook kupitia BBC Haba na Haba na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC underscore Haba na Haba. Nchini Tanzania, bidhaa feki au bandia na zenye viwango hafifu zinatazamwa kama kitu cha kawaida kutokana na wingi wake sokoni. Maoni ya utafiti wa awali unaoendeshwa na Shirikisho la Wenye Viwanda nchini CTI chini ya mtafiti Profesa Honest Ngowi yanaonyesha asilimia 50 ya bidhaa zilizoko sokoni nchini Tanzania ni feki kwa maana ya chini ya ubora. Maoni ya utafiti huo yaliyotolewa kwenye vyombo vya habari Juni mwaka 2016 yanaonyesha kuwa dawa za binadamu, vifaa vya umeme na vipuri vya magari ni miongoni mwa bidhaa hizo. Utafiti pia umebaini kuwa wengi wanashindwa kutofautisha bidhaa bandia na bidhaa halisi. Tunaye Fredrik Ringo ambaye ni mkaguzi mkuu wa bidhaa nchini Tanzania. Yeye anatupa ufafanuzi kidogo kuhusu bidhaa feki, bidhaa bandia na zilizo chini ya viwango kuna bidhaa feki ambazo ni bidhaa ambazo hazikutengenezwa na yule aliyestahili kuzitengeneza. Mfano, anaweza kuwa no Nokia, simu inaitwa Nokia lakini akitengenezwa na Nokia. Alafu kuna bidhaa bandia ambayo ni kwamba ile nembo ya kwenye bidhaa sio ya yule mwenye nembo ile. Alafu, kuna bidhaa hafifu ambazo ni chini ya viwango. Sasa vyote hivyo kwa watanzania wengi wanaviita ni bidhaa feki. Ni Fredrik Ringo, ambaye ni mkaguzi mkuu wa bidhaa nchini Tanzania. Halima, maana na tofauti aliyoileta Ringo bila shaka amemweka sawa msikilizaji wetu, wengi wanashindwa kujua lipi ni lipi kabisa. Yusuf, na <laughs> kwa kumsaidia msikilizaji zaidi, ukiyasikia maneno hayo yakitamkwa kwenye kipindi hiki, yanalenga kumaanisha bidhaa ambazo ziko chini ya ubora. Lakini msingi zaidi wa makala ya leo unaanza na hoja ya kwa nini bidhaa hizi mpaka leo nchini tanzania zinatoka wapi? Kujibu maswali hayo, yupo hapa Joshua Mnonjela, yeye ni mchumi kutoka shirika la Redesa. E, kuna sababu mbalimbali zinazosababisha uwepo wa bidhaa feki kwenye, kwenye soko, uwepo wa wafanyabiashara wasio waaminifu. Lakini pia kuna sababu nyingine ambayo inasababisha uwepo wa bidhaa feki ni kutokana na umasikini wa kipato, kwa hiyo mwananchi anaamua kununua bidhaa yenye bei nafuu, bei ya chini, hata kama ni feki kutokana na uwezo wake wa kimapato. Lakini pia sababu nyingine ni kutokana na udhaifu katika kusimamia sheria na viwango vya ubora. Na hii pia bidhaa feki tunaweza kuwezeka kwenye makundi. Kuna bidhaa feki ambazo zinazalishwa hapa hapa ndani ya nchi na kuna bidhaa feki ambazo zinazalishwa nchi za nje na zinaingizwa kwenye nchi yetu ni Joshua Mnonjela, mchumi kutoka shirika la Redesa. Tumesikia kuhusu bidhaa hizi zinapotokea na kwa nini zipo sokoni mpaka leo, lakini namna kuzitambua inabaki kwa changamoto kubwa miongoni mwa wananchi. Mwenzetu Hamfre Mgonja amepita mitaani na kusikia mtizamo ukoje. Yaani feki kiubora tu inakuwa haina ubora sana kuliko orijinal. Hebu njoo njoo, njoo. Kwa mfano hapa dukani, hii ni balbu hapa, yeah. Unaweza unaweza ukaitambua kwamba ni fake bandia hafifu. Kwa kuitambua inakuwa ina nembo ya yeah. Inakuwa ina nembo ya TBS ambayo imewekwa ime. Kwa mfano hii balbu kukuta ina nembo ya TBS. Um, nah. Nah, nah. Kwa hiyo hii tunaiweka katika kundi gani? Uh, hii tuseme bandia yeah. Yeah. Mimi naitwa Nur Muhammad Mabruki. tofauti ipo lakini sasa tofauti ya bidhaa feki na bidhaa ile ambayo nzuri, yaani kuijua inakuwa ni vigumu kwa sababu ukienda dukani zote zinakuwa zinalingana. Baada ya kuongea na baadhi ya wateja, sasa nije kwa muuzaji hapa. Wateja wako wamekuwa wakibabaika kuto kujua feki, bandia na hafifu, wasaidie vikoje hivi? Wengi huwa wanapendelea kwamba apate kitu cha bei nafuu, lakini haki hakina ubora. Ukimwambia kitu ambacho kina ubora, ukamwambia bei ambayo bei yake halisi, anasema ah, hapana Nataka kitu ambacho cha simple simple tu. Amngoja kidogo, kuna anaingia hapa mnunuzi e. Sasa bei yake pungufu kiasi gani? Ha, 40. Sio 35. Okay. Na umekuja na, na kununua hata hujauliza au kuangalia ni fake au original? moja kwa moja swali zito hilo kidogo mm, lakini kwa kitu ambacho nilikuwa nakihitaji mimi mm, sina tatizo na hiyo fake au original kwa sababu hakina athari ya moja kwa moja na, na matumizi nayoenda kuyafanya. Majibu ya wananchi hawa yanaonyesha bado upo wasiwasi wa kuzitambua bidhaa hizi miongoni mwao. Hebu tumrejeshe tena Fredrick Ringo, mkaguzi mkuu wa bidhaa nchini Tanzania, akizungumza kwa namna gani bidhaa hizi zinaweza kutambuliwa na mwananchi. E, yule mtu ambaye anauza bidhaa yake sokoni ndiye anaweza kusema hii bidhaa sio yangu, kwa hiyo inakuwa ni bidhaa bandia. Yule ambaye ananunua hawezi kujua yeye ananunua, kidhani ananunua bidhaa ambayo ni halali, ni bidhaa ambayo ni halisi. Kwa sasa mara nyingi zinafanana sana bidhaa bandia na bidhaa halisi, zinafanana sana. Kwa hiyo tunatumia wale ambao wanatengeneza bidhaa ambia, hebu njoo tueleze tofauti ya bidhaa hii bandia na hii ambayo ni, ni, ni halisi ya kwako. Akishatuelekeleza sisi ndipo tunaenda kuzishika sasa jukumu la kumweleza mlaji au jukumu la kumweleza e, mnunuzi kwamba hii ni bandia na hii siyo bandia ni la yule mwenye bidhaa yake sokoni. Ni Frederick Ringo huyo, mkaguzi mkuu wa bidhaa nchini Tanzania. Tatizo hili halipo Tanzania bara peke yake, halima huko visoni Zanzibar bidhaa hizo pia zimezagaa, kama mjadala huu uliofanywa na mwandishi wetu Rehema Mema unavyobainisha. Hapa nipo na wafanya biashara wanunuzi wa biashara, ninaye pia afisa wa habari kutoka shirika la umeme, na kwa kwanza mjadala huu unaanza na kwako kwa. Jina langu mwanamisi pande natokea kilimaheo wa Zanzibar. Kwa nini wananchi mnakuwa mnapenda kununua bidhaa feki? Kwanza uwezo. Kwa hiyo tunaponunua zile bidhaa inategemea una shilingi ngapi mfukoni, mpaka nipate elimu na ujuzi na taaluma kwamba kitu fulani utachonunua utizame, kuna labda stika imewekwa hii feki au hii original. Kuna tatizo ambalo limejitokeza kwa mwananchi hapa kusema kwamba swala la elimu kwake ni tatizo. Mimi naitwa Salmu Abdalla Hassan, ni afisa uhusiano wa Zeco. Hatuna vifaa maalum kuulisha kwamba hivi ni ni feki au hivi ni original, isipokuwa tuna himiza maraidi mara nyingi, kutokana na ile ni uzoefu kwamba tukinunua nyaya, mfano mwananchi akinunua nyaya zilizotengenezwa Tanzania au zilizoandikwa euro kwa maana zilotoka Ulaya kwa, zilo kwa waya maalum ziliandikwa euro, basi tunajua kwamba ni ziko katika kiwango kizuri, lakini ukichukua nyaya nyingine tu basi huwa mara nyingi zinatokea matatizo, hasa kwa wananchi. Mfano, kuja kwenda kuweka kwenye nyaya, unapofanya fitting, basi wapigiro umeweka na kitu ambacho kama pasi ambacho kinatumia umeme mkubwa, basi utakuta waya zina zinayayuka na kusababisha labda majanga katika majumba. Lakini na kwa sababu nipo na mwananchi mwingine katika mjadala huo, naomba jitambulishe. Kwa jina anaitwa Abdallah Othman Ali. Na kali afuoni, unadhani wakusika wanafanya vya kutosha kudhibiti kuingia bidhaa fake hapa? Kiupande wangu mimi naweza nikasema kwamba hawafanyi vya kutosha kwa sababu kama bidhaa feki imeingia katika nchi tujiulize, imepitia wapi na ni nani muhusika? Mi naitwa Nasir Salum Buheti ni mfamasia na tokea Bodi ya Chakula, Dawa na Vipodozi, katika idara ya dawa na vipodozi. Tumemsikia mwananchi hapa anazungumza kwamba hamfanyi vya kutosha kuweza kudhibiti bidhaa zilizokuwa feki kuingia nchini hapa, hili unalizungumziaje? Ni tatizo la dunia kwa ujumla. Unaweza kwa ukakuta kwamba katika hizi sehemu za kuingizia bidhaa hizo unakuta kwamba sisi tupo kuangalia afya ya mtumiaji, lakini kuna taasisi nyingine za kiserikali ziko yani ziko kifedha zaidi Bwana Dula, unadhani sababu alizozitoa zinaweza kutosha ama kukidhi kuweza kukulinda wewe kama mtumiaji wa kawaida? Navyojua kabisa katika nchi yote kuna vyombo vya ulinzi na usalama, lakini asilimia kubwa ya bidhaa ambazo zilizo nyingi basi lazima zitapitia bandarini na lazima zitapitia airport Zanzibar, na tukizingatia kile, sasa ni njia gani ambazo tunaweza kuzitumia bora zaidi kuweza kuepuka kuingia hapa Zanzibar ama Tanzania nzima kuingia bidhaa zilizo feki? Nafikiri kuwa na na vyombo ambavyo vitakuwa na wataalamu wa kutosha ambao wana wana vifaa ambavyo vinaweza kujua ubora. Mwanamisi, wewe hili unamaoni gani nalo? Serikali kama serikali itoe elimu kwa wananchi wake kwamba ili kujua Bidhaa orijino, kuna kitu gani kinaweza kutambua. Ni mjadala mfupi ulioendeshwa na mwandishi wetu Rehema Mema kutoka Zanzibar. Katika mjadala huu kuna maswali yanayoibua hoja kwamba mpaka bidhaa hizi zinapatikana sokoni, maana yake kuna mahali zinazalishwa ama kupitia na kuingia nchini, wakitaja bandari kama moja ya njia za kupitisha bidhaa hizo. Kuangalia hilo mwenzangu Yusuf Mazimu alipiga kambi katika bandari ya Ami jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kuangalia utaratibu wa kuingiza bidhaa nchini ulivyo na kama unatosha kudhibiti uingizaji wa bidhaa feki. Bandari ni eneo ambalo linapokea bidhaa nyingi kutoka nje ya nchi, na niko hapa hivi sasa katika bandari kavu ya Ami, eneo la Tabata, Dar es Salaam, kujionea namna bidhaa zinavyopita katika eneo la ukaguzi chini ya shirika la viwango nchini TBS. Ninachokiona sasa hapa ndani katika bandari hii ni wingi wa makontena ya bidhaa, magari ya bidhaa, wingi wa magari makubwa ya mizigo yanayoingia na kutoka pamoja na ulinzi mkali kabisa. Ninao wenyeji wangu kutoka TBS, Edith Kavishe, mdhibiti ubora wa bidhaa na mkaguzi wa bidhaa engineer Catherine Aquila. Hapo huwa tunafanya ukaguzi wanaita random check. Katika maboksi haya yanaweza kawa zaidi hata ya mia, lakini tunachagua tunachagua maboksi machache, tunafanya ukaguzi. Hivi ni vitu gani hizi? Ni file boxi, nimezikagua mimi mwenyewe na ndicho kilichopo huko, ni maboksi ya kuhifadhi mafaili. Sijaona mashine yoyote kwenye kupima, mnapima kwa kutumia nini sasa kujua viwango, macho au mnafanyaje? Kwa sampuli zinazochukuliwa, tuna maabara iko Ubungo pale makao makuu ya TBS. Kwa hiyo sampuli inapochukuliwa kwa baadhi kwa baadhi ya, ya mizigo inayoingia inachukuliwa, inaandikiwa, inapelekwa TBS. baada ya muda kadhaa majibu anatoka ya, kabla ya majibu kutoka na maana mtumiaji haruhusiwi kutumia ule mzigo mpaka majibu yatoke ya, ya. lakini kuna bidhaa zinaingia ambazo zina viwango vya chini na mnakagua hii inakuwaje ukaguzi? Pamoja na kazi kubwa tunayoifanya ukaguzi huko bandari kavu bado bidhaa hafifu ndio ziko, ziko mtaani na tunaendelea tuna kufanya kazi kwa bidii, lakini uh, tukiangalia nchi ya Tanzania ni kubwa, ni kubwa sana na mipaka iko mingi. Kuna mipaka ambayo ni sio halali, halali, njia, njia za panya, njia za panya ndio hizo uh, ndio zinazoingiza mizigo mingi, na ambao ni mizigo ile hafifu, mingi inapitia kwenye mipaka hiyo. Kwa namna mazingira jinsi yalivyo humu ndani Unapata shaka inawezekanaje bidhaa feki au bandia kupitishwa katika eneo hili? Kila mzigo unakaguliwa. Hili linawapa shaka hata wananchi mbalimbali. Mmojawapo ni huyu hapa, niliyemkuta nje ya bandari hii ya ami hapa Tabata. Mi unatumika ujanja ujanja. Kwa nini ujanja ujanja na wanakagua kabisa? Unakagua ndio, lakini ujanja mwingi unatumika mm. mm. Anaambia inabidi zai tujiais wenyewe, tuna vitu vyetu hapa ndani ndani amba tujitegemee wenyewe mm. Tofauti na kutoka nje. Ili kudhibiti ubora. Kudhibiti ubora. You know? Sababu kule vitu vingi vimetumika ndio vinaletwa huko. Ni taarifa ya Yusuf Mazimu mara ya kwanza ilikuwa inasoftisha vizuri sana lakini, kuna muda fulani imekuja kufikia yani, kaniharibu sana yani. Huyu ni Binoro Juma anazungumzia kutumia bidhaa feki na kumdhuru licha ya kuzijua kuwa ni bidhaa feki na zenye viwango vya chini. Utasikia baadaye taarifa hii. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Makala ni Haba na Haba, na hoja kuu ya wiki hii tunauliza, kwa nini soko la Tanzania limejaa bidhaa feki, bandia na zenye viwango vya chini, na je, kuna uwajibikaji wa kuzuia madhara yake? Sara Mkongwa anatusomea ujumbe wako msikilizaji. Nianze na ujumbe wako msikilizaji uliotuma kupitia Facebook na Arnold Shirima wa Morogoro. Watanzania wenye uwezo wa kununua bidhaa original ni wachache sana. TBS na TFDA wadhibiti uingizwaji wa vyakula na dawa bandia tu. David Wilson wa Geita, Tanzania ni kwa sababu viongozi wengi hawako makini katika usimamizi wao wa kazi katika maeneo ya bandarini na mipakani. Ili kutokomeza, serikali iweke sheria kali kwa atakayeruhusu bidhaa feki kuingia. Kori Kapi wa Njombe, hakuna hatua na mipango mizuri ya kuondoa bidhaa hizo. Ni maoni ya wa wasikilizaji wetu kuhusu hoja ya wiki hii kama ilivyosomwa na Sara Mkongwa. Ingawa madhara ya bidhaa feki, bandia na za viwango hafifu yanatofautiana kulingana na aina ya bidhaa husika na upana wa matumizi yake, lakini bado vilio vya madhara yake kiafya na kiuchumi yanajionyesha wazi. Mwandishi wetu Steve Kanyefu kutoka Shinyanga, kupitia taarifa hii, anamleta Bi Nuru Juma ambaye anadai alitumia bidhaa feki huku akijua na, na kumwathiri kiafya na sasa yanabaki majuto. Baadhi ya madhara yanayojitokeza katika jamii husababishwa na matumizi ya bidhaa zisizo na viwango. Licha ya tahadhari kutolewa, lakini huendelea kutumia na baadhi yao hupata madhara pasipokujua. Na hapa nakutana na Bi Nuru Juma, mkazi wa mtaa wa Lumumba mjini Shinyanga. Yeye anajishughulisha na ushonaji nguo na anatueleza bidhaa aliyoitumia ikamletea madhara hayo katika mwili wake. Yani kaniharibu sana a, yani, uso wangu mwenyewe yani, una mabaka mabaka sana. Kipindi cha jua naona aibu hata kutoka nje, watu wote wanakutazama wewe. Sasa uligunduaje kama ni bidhaa hiyo ndo imekuletea hayo madhara? Kipindi cha nyuma nilikuwa natumia mafuta, sasa baada ya kupaka haya maana mavipodozi yamekuja kuniharibu, nikagundua moja kwa moja ni vipodozi ndio vilivyonichangia sana kuniharibu ngozi yangu. Kuna siku moja niliamua kwenda kwa daktari fulani vile anaitwa daktari Dani, ikaa nikamweleza hali halisi akaniambia chana na haya mambo haya, makemi kwa chana nayo, na kama utazidi kuendelea basi macho yako yataharibika sana zaidi ya hapo pengine. Baada ya kupewa ushauri na daktari, je, alikuuza hizo bidhaa ambazo unahisi ni feki uh, ulienda kumuuliza? Hapana, sikwenda kumfuata kwa sababu bidhaa hizo zenyewe zinauzwa kificho. Unapofika pale dukani bidhaa ile imeficho, kwa hiyo na mimi mwenyewe nanunua, yani kwa kuficha kufichaficha. Na kwa sasa hali yako unaionaje? Una angalau kidogo, yani sura inaanza kuonekana. Baada ya kuzungumza na Bi Nuru Juma, safari yangu inaelekea hospitali ya mkoa wa Shinyanga Mango, na moja kwa moja anaelekea katika ofisi za mfamasia John Mfutakamba na hapa ameanza kunonesha baadhi ya bidhaa feki walizokamata. Mm -hmm. Bi Nuru Juma amesema kwamba ameathirika kwa kutumia bidhaa feki na bidhaa hizi ni vipodozi ambavyo alikuwa anavitumia kujipaka katika mwili wake. Je, hilo linawezekana vipi? Hai, hilo linawezekana kabisa, ni pamoja na vipodozi vilivyo na madini ya zebaki yani mercury, lakini hapo inaitwa hydroquinone. Vipo vingine vinavyoitwa steroids. Madhara ya vipodozi hii, ukapata mabaka, unaweza ukavimba ulimi, na kwa kweli mtu mwingine anaweza hata sione vizuri. Pengine mtu anapogundua kwamba ameathirika kiafya kwa matumizi ya bidhaa feki, unashauri nini dokta? Kwanza atunze hizo bidhaa ambazo anahisi zimeweza zikiwa zimesababisha. Katika kuitunza tutaangalia, je hii bidhaa kweli ipo kwenye soko za, vilevile akaenda sasa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Ni hayo tu, kutoka hapa Mkwani, Shinyanga, mimi ni Steven Kanyefu, BBC, Haba na Haba pamoja na madhara ya bidhaa zisizo na ubora au bandia kwa mtu mmoja mmoja, watafiti na wachumi wanataja kuwa uwepo wa kiwango kikubwa cha bidhaa hizo inaleta madhara makubwa kwa nchi. Sasa kabla ya kumsikia mchumi Joshua Mnonjela, mwenzetu Sara Mkongwa amemtafuta mkurugenzi mkuu wa mamlaka inayosimamia chakula na dawa nchini TFDA Hiiti Sillo anayethibitisha uwepo wa madhara ya bidhaa zenye viwango vya chini nchini Tanzania. madhara ya kutumia bidhaa bandia au duni e, ni makubwa e, kutegemeana na aina ya, ya bidhaa. Na unapozungumza na mkurugenzi mkuu wa TFDA maana yake unazungumzia ya bidhaa za chakula, dawa, vipodozi, pamoja na vifaa tiba. Sasa dawa bandia wakati mwingine au duni zinakuwa na kiwango kidogo cha kiambata kinachotakiwa, inachangia vijidudu vya magonjwa kupata usugu, kwa sababu havipati dozi ya kuwaua, dozi ya kutosha na, na labda sasa kwa kama nyeti TFDA mna kipi labda cha kujivunia katika kudhibiti? sisi, ya sana. sisi ni, sa, ni kwanza kabisa miaka 13 imepita sasa imepita sasatokati TFDA imeanzishwa. Taarifa zetu za kiuchunguzi wa kimaabara hadi kufikia mwezi Machi, asilimia 94 ya sampuli zote zilizochunguzwa, sampuli 3176 e, zilichunguzwa na sampuli 2986 zilikidhi vigezo kwa maana ya kiwango cha asilimia 94. Kwa hiyo hiyo ni, ni, ni, hicho ni kiashiria kwamba hali ya soko kwa ujumla kwa upande wa bidhaa zetu hizi ni nzuri. na ndo hicho ambacho nakiona hapo kwamba pamoja na, kwa na mafanikio haya mlionayo, kwa nini bado bidhaa hizi uh, ambazo tunaziona bado mtaani zinakuwepo hizi bandia Mi, mimi nasema kwamba kwanza takwimu zote e, za, za bidhaa ambazo zina, zina, zina, zina upungufu wa ubora ambazo watu wanazisema Zimetokana na kazi ya TFDA. Ni mkurugenzi wa mamlaka inayosimamia chakula na dawa nchini Tanzania TFDA. hii tisilo kuhusu madhara ya kiuchumi kwa mara nyingine tena mchumi Joshua Mnonjela huyu hapa. Ni kwamba kunapokuwa na bidhaa feki kwenye uchumi, moja kwa moja yanaathiri uzalishaji wa viwanda vilivyopo mchini. Kwa hiyo matokeo yake zile bidhaa halisi, bidhaa bora zinakuwa hazipati soko. Kwa jinsi hiyo basi vile viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa halisi bidhaa ambazo, bidhaa ambazo ni bora zinakosa soko la uhakika na matokeo yake uzalishaji unapungua. Yusuf, tumesikia madhara ya bidhaa feki, kwa maana tuliozoea bidhaa zisizo na ubora ama viwango vinavyostahili. Swali la kujiuliza, pamoja na madhara haya tuliyoyasikia, mamlaka zinafanya nini kuzuia? Shirika la viwango nchini TBS ni moja ya mamlaka hizo. Dr. Egidi Mubofu ni mkurugenzi wa shirika hilo. tuna mpango wa kufungua ofisi tano katika kanda mbalimbali e, kwa kuanzia tumepeleka watu katika sehemu tatu, kanda tatu: Arusha, Mwanza na Mbeya, na bado tuna mpango wa kufungua kanda ya kati Dodoma, na tutafungua pia Mtwara, lakini haiishie hapo tu. Sisi katika sheria zetu inaturuhusu sisi kuwa na ushirikiano na taasisi zingine zilizoundwa kisheria. Kwa hiyo ni waasi wa Tanzania watumie vitu vyenye ubora, vitu vyenye TBS, na tukifanya hivyo tutakwenda mbele na nchi yetu itasonga mbele. Maelezo ya mubofu kutoka TBS shirika la viwango nchini hayatofautiani sana na aliyowasema mdhibiti mkuu wa bidhaa nchini Tanzania, Frederick Ringo, ambaye pia ni mkurugenzi wa tume ya ushindani. Tunayo mikakati, kwanza nisema tumekuwa na ushirika mzuri e, kwa mfano kwenye upande wa madawa e, tumeshirikiana vizuri na watu wa TFDA. Tukipata rasilimali fedha na, na uwezo, tunataka kuweka ofisi nne nje ya Dar es Salaam tukuwe na ofisi Mwanza, Tanga na Mbeya. Unaliona hili likikamilika lini, mkurugenzi? Kwa kweli hilo ni swali ambalo liko juu zaidi yangu. Kule Shinyanga tumesikia mama mmoja akilalamika na kusema ameuziwa bidhaa pasi na kujua ni bidhaa bandia au bidhaa feki na ikamdhuru. Mwananchi kama huyu, baada ya kugundua kwamba ameuziwa bidhaa ambayo sio sahihi, anapaswa kuchukua hatua gani? Akija kwetu sisi tunaweza tukajaribu kuongea na yule aliyemuuzia, lakini kwa sheria mpaka sasa e, chombo ambacho anachotakiwa kukifuata huyo mwanamama ni mahakama. Ni Fredrik Ringo, mdhibiti mkuu wa bidhaa nchini Tanzania. Kwa upande wa serikali, kupitia naibu katibu mkuu wa wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji, Joseph Malongo, inasisitiza kutumia vyombo vyake kupambana na bidhaa feki, bandia na zisizo na viwango. Tuna, tuna, tuna, tuna watu wa TBS Tanzania Bureau of Standards ambao wanasimamia viwango kwenye entry points zote including hata vitu tunavyo produce wenyewe. Kuna watu wa TFDA ambao wanasimamia mambo ya chakula na vipodozi. Kwa hiyo zipo taasisi ambazo zinahakikisha kabisa ya kwamba, kuna weights and measures agency ambayo inahakikisha vitu vinavyoletwa viko kwenye, kwenye measures ambazo ziko prescribed na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo serikali inajitahidi kila mbinu kuhakikisha kwa kwamba kama zipo zinapungua sana, ila hiyo 50% ya bidhaa ambazo ziko sokoni eh, ni bandia sio kweli. Kauli hii inakuja baada ya Haba na Haba kurejea matokeo ya maoni ya awali ya utafiti unaofanywa na shirikisho la wenye viwanda nchini Tanzania CTI, chini ya Profesa Honest Ngoi, mtafiti kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, maoni ambayo yanaonyesha asilimia 50 ya bidhaa zilizo sokoni nchini Tanzania ni bidhaa bandia ama feki pamoja na maelezo yake, nchi inakwenda kuingia kwenye uchumi wa viwanda, hoja inabaki kuwa kama sasa bado wasiwasi wasi upo bandia wa kuzagaa kwa bidhaa bandia feki na ambazo hazina viwango hali itakuwaje kukiwa na ongezeko kubwa la viwanda na uzalishaji wa bidhaa tuendelea kusubiri. Msikilizaji, tumehitimisha makala ya leo, na kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba nilikuwa na mwenzangu Yusuf Mazimu. Mimi ni Halima Kasim. Msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti. Wadhamini ni Idara ya Kimataifa ya Maendeleo ya nchini Uingereza. Asante kwa kuwa nasi. Kwa heri kwa sasa. Haba na Haba, Taifa.